Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafi mursalin Sayyidina khabibina Muhammad ajmain. Wa baad, ndugu zangu wafuatiliaji wa kipindi chetu, kipindi kikubwa kabisa KR Online TV. kipindi hiki kinakuletea elimu mbalimbali, kinakufundisha elimu mbalimbali na kinaweza kukusaidia na kukushauri kwa lolote lile. Ndugu yangu, kitu ninachopenda kukushauri, ninachopenda kukueleza kwa sasa hivi, wewe usikubali kufa ukiwa masikini, usikubali kufa ukiwa lofa, kupitia biashara yako hiyo hiyo unayoifanya, kupitia mambo yako hayo hayo unayoyafanya, kupitia shughuli yako ile ile unayoifanya, lazima uiboreshe. Ukiona shughuli hiyo inakwenda inakwama, inakwenda inayumba haikufikishi katika yale malengo unayoyataka, usikae kibweta, usikae kipumbavu, usikae kijinga. Sasa mimi kwa sasa nimewasiliana na watu wa nje, tumepata ile fimbo. Ni fimbo ambazo siwezi kukusimulia kwamba mara ni fimbo siyo ya Nabii Musa, mara ni fimbo ya nani. Hapana, ni fimbo ambayo inaitwa khanusu. Hii fimbo ya khanusu ni fimbo ambayo ni fimbo ya miujiza sana. Huwa inaboresha kile kitu ambacho kinakuwa kimepinda kile ambacho hakijanyooka yenyewe inakinyoosha. Kwa hiyo ni fimbo ambayo baadaye nitakuja nitakuja kukuonyesha, nitakuletea katika kipindi kijacho, kwa wale wote wenye matatizo yao katika shughuli zao. Ana kesi mahakamani, imechukua muda mrefu, anaona haki inakwenda inapindapinda. Huyu mtu anataka kusema kabisa kwamba aboreshe mfumo wa kazi yake ili aweze kupata kipato. Ina siri nyingi sana ambazo hapa katika hii siwezi nikakaa nikaizungumzia mambo yote na mzigo utakapokuwa umeingia tukaa tumeutengeneza ukakaa vizuri, nitakurudia ndugu yangu, nitakushirikisha, nitakueleza faida yake moja, faida ya pili na faida tatu, na faida kubwa tatu eh? Wale wote wanaojitambua kabisa kwamba wana matatizo, wanataka hali nzuri ya maisha eh? Wewe unajiridhisha kabisa kwamba wewe maisha yako unayaona yanayumba, wewe umekaa tu umekata tamaa, unabaka kusema ah, unahesabia watu magari Siku hizi ana fedha, wewe unaona, juzi kanua Raum hajakaa saa, mke wake akamnunulia hiki eh? wewe unakaa kuhesabu mali za watu eh? Angalia, chukua vidole vyako, anza kuhesabu, haviendi mbali. Ukihesabu vidole mkono huu utakuwa na vidole vitano vitano basi eh? lakini wewe unakaa unahesabu. Mimi na umri wa miaka themanini, je una kiasi gani duniani hapo? Umefanya nini? Watu wananufaika na wewe kwa lipi? Tumia maarifa, tumia akili bado kijana, wewe ni msomi, sio msomi, upate hii fimbo. Fimbo hii itakuja kukusaidia eh? Tuna, tutaifanyia experiment, yani majaribio eh? kwa picha moja kwa moja utaiangalia, majaribio yake inafanya kitu gani, halafu wewe moja kwa moja ndio utaweza kujua kama ni fimbo nzuri au fimbo mbaya au ni namna gani, ikiwa mbaya au mawazo yako yamekata tamaa, kwa sababu watu mbaya kitu kizuri wanakiona kibaya, kibaya wanakiona kizuri. Maneno kama hayo nayazungumza, wale we, wenye wenye doa jeusi moyoni kwao, ndani ya mioyo yao ambayo imejijenga wao, maneno haya kwao yataingia kama shubiri, watayachukulia hasira eh, kwa, ah huyu ah, mzee naye anakuwa hivi na hivi. Shauri yako, mimi ni daktari, naitwa Sagai wa Sagai, angalia, nifuatilie, utaniona mimi sasa hivi nakupa manufaa kwa ajili yako wewe mwenyewe. Ukiona utaki manufaa kupitia kwangu, shauri yako. Kata tamaa, nenda nyumbani kwako, kalaza watoto njaa eh? Yuko rafiki yangu mmoja eh? Rafiki yangu siku nyingi kidogo, nilimkuta maisha yake kidogo, yeah. Sio mazuri, hajatumia maarifa eh? Yeye alikuwa anapita, siku moja na mke wake, tunatembea barabarani, akaangalia bucha ya nyama eh? Kuna nyama alikuwa amechinjwa vizuri sana, ananona da, mimi nikaisifia eh? Nikaisifia, nikasema hii nyama imenona nzuri hii ya kusema, ah yayo zitakuletea mishipa na nini itakuja itaziba mafuta, sijui ko resto nini. Nikaangua, afadhali twende, anamwambia mkewe. Nilimtembelea mimi Mbea, nikamwambia mkewe, twende tukanunue mboga za majani. Tukaenda tukala mboga za majani, nikakaa nikamshauri, nikamwambia, rafiki yangu, sikiliza, haya sio maisha unayoyafanya wewe. Kitu kizuri wewe unakiona kibaya, wenzio wanapita wanashangaa ile nyama, wanaipenda ile nyama eh? lakini wewe unakimbilia mboga za majani kisa huna sema umaskini ndio unakuletea tabu, na wewe usio maskini. Nimekupa mfano kidogo, tutakutana katika hilo somo letu la hiyo fimbo, fimbo ya maajabu, ambayo utakuja kuiona kwamba itakuwa na maajabu kweli. Kumbuka usiache kusubscribe. Katika namba yangu WhatsApp, ni 0749 7676 96 sita. Karibu tuendelee na vipindi vingine kwa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.